Nafasi za muda mfupi zipo. Hivi karibuni kuna nafasi kama nafasi za kazi za muda, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wametangaza nafasi hiyo. Kama bado haujaona hilo tangazo, nenda kalitafute, ingia kwenye website au mitandao ya kijamii ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Liangalie hilo tangazo, zingatia muda, utume maombi. Lakini nafasi namba mbili za muda mfupi, ukienda kwenye halmashauri, kuna kazi za muda mfupi, mfano ukusanyaji wa ushuru au mapato. Hizo pia huwa zinatangazwa kwenye ngazi za halmashauri mbalimbali. Nenda kwenye halmashauri husika, kaombe utaratibu wa kuzipata hizo nafasi za kukusanya ushuru au karani wa mapato. Na mwisho kuna mtandao wa kazi ambao unatoa kazi za muda. Kwa leo nitaongelea platform moja inaitwa Upwork. Kama unajua kutafsiri lugha, kutengeneza website, software, graphic design, upo vizuri, basi huu mtandao wa Upwork ni mzuri sana na unakufaa.